Kinywa kinywaji hiki mara kwa mara, la sivyo mwenzako atashindwa kukumudu kitandani. Na mchanganyiko huu utakufanya uwe na nguvu kuliko kawaida, utakufanya uendelee kushiriki tendo usiku mzima bila kusimama. Unachokihitaji ni beetroot, kwa sababu imejaa madini ya chuma na vitamini C zinazosaidia kuimarisha mzunguko wa damu kwenye viungo vya uume, lakini pia ina Nyuzi, nyuzi nyingi ambazo zitasaidia kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Kuna beetroot vizuri weka kwenye kifaa chenye kitambaa ambacho kitakusaidia kuichuja vizuri. Unahitaji tangawizi ncha moja yenye ukubwa wa kidole gumba sehemu ya kucha. Baada ya hapo kuna vizuri na yenyewe weka kwenye mchanganyiko huo. Unahitaji uh, limao kamua maji yake vizuri na weka kwenye hicho kifaa baada ya hapo chuja na kamua vizuri uweze Uh, kupata ile juisi yake, unaweza ukaongeza asali kijiko kimoja ili kuongeza ladha, na baada ya kukamua hakikisha unakunywa uh, glasi moja usiku masaa mawili kabla ya kwenda kulala. Hii kuondokana na tatizo la kuwahi kufika kileleni na uzalishaji wa mbegu ambazo hazina ubora. Nimekuandalia darasa ambalo ni bure la lishe, komenti neno niunge kujiunga na grupu letu bure.